Neno uimara ni nini, tunapofahamu neno mkristo ni nini, tuunganishe zote ili tuendeleze kujenga mada yetu zaidi, mwili wa Kristo katika mada ya mwezi huu, uimara wa mkristo. Kwa wanaoandika kichwa cha ujumbe wa leo ni hiki nini kinahitajika ili mtu akue na kukomaa ili hawe imara kama Mkristo? Nini kinachohitajika ili mtu akue na kukomaa ili hawe imara kama Mkristo? Hilo ni swali ambalo mtu yeyote anaweza jiuliza, lakini tutaulizana hilo swali na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutalijibu. Olosa, wakolo, Wakolosai nne kumi na mbili kwa msomi anapojiandaa kusoma, hapo inazungumzia kuhusu mtu mmoja, mtumishi wa Mungu, Epafra alifanya ndua ama alifanya sala ama alifanya ombi, aliwaombea Wakolosai ama aliwaombea, aliombea kanisa ya Wakolosai hili wathibitike na kuyafanya ya Mungu. Tusikie neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema Epafula aliye mtu wa kwenu, mtumwa wa Yesu Kristo awasalimu, akifanya bidii siku zote kwa ajili yenu katika maombi yake, ili kwamba msimame wakamilifu na kuthibitika sana katika mapenzi yote ya Mungu. Aliwaombea ili wathibitike na wayafanye mapenzi ya Mungu the Bibitika na mapenzi ya Mungu. Neno mapenzi ya Mungu ni nini? Yani, mapenzi ya Mungu kwetu ni yapi? mapenzi ya Mungu ni tukue, tukue. Growth. Kukua. Yani Mungu anatamani tukue tusiwe tena watoto wadogo. Waefeso 4 14 mstari mstari wa 14 na mstari wa 15, anapojiandaa msomi pale, tunaona jinsi Paulo anavyosema kwamba tusiwe tena watoto wadogo bali tukue, kwa sababu tunapookolewa tunakuwa kama watoto wadogo, lakini Mungu ametufanya watoto wadogo, lakini Kaya kama watoto bali tukue mpaka kufikia wanachotaka kiwango wanachotaka Mwenyezi Mungu. Ninasema ili tusiwe tena watoto wachanga changa, huku wa na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu ka wa ujanja <tabijana> kufuata njia za udanganyifu, lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa Kristo bali tusiwe tena watoto wadogo. Tabia za watoto ama za mtoto mdogo mnazijua. Mtoto mdogo jinsi alivyo, kujielewa kwake ni vigumu. Mtoto mdogo anaweza fanya chochote na asione haya. Mtoto mdogo anaweza fanya lolote na asiaibike. Mtoto mdogo anaweza fanya kitu chochote tu wana kama watoto, bali tukuwe mpaka tufikie utimilifu wake. Bwana Yesu asifiwe, amen. Ukimwangalia mtoto anapozaliwa, tuko wazazi, anapozaliwa mtoto anaajua, baada ya miezi mitatu anahitajika afikie kiwango fulani, baada ya miezi sita anahitajika akue kiwango fulani, baada ya miezi nane anahitajika aende kiwango kingine. Inapotokea yule mtoto akui akili na mwili, tunasema ule mtoto ana shida, kweli ama si kweli? Nasema ule mtoto, huyu mtoto wangu hana shida, kwa sababu akui mwili tena, hakui kiakili, hajazoea hajajua kutembea, hajajua kutamka hajajua kufanya chochote wala hata